Siku moja baada ya Rais William Ruto ni wiradhi, siku mbili baada ya Rais William Ruto kuwakabidhi wakazi wa mtaa wa Mukuru kwa Njenga zaidi ya nyumba elfu moja za serikali, ni familia moja tu ambayo tayari imeingia kwenye nyumba hizo. Hatua hii sasa ikiibua maswali kuhusu hatma ya wa wakaazi wengine waliokabidhiwa nyumba hizo. Na kama Ben Kirio anavyoharifu, bodi inayosimamia nyumba hizo imepuuza madai kuwa baadhi ya wa waliokabidhiwa nyumba hizo si wakaazi wa Mukuru. Ni hafla iliyosheheni mbwembwe si haba, furaha ikitanda huku, kila mmoja aliyekuwepo akiwemo Rais William Ruto wakionyesha raha tele kwa mafanikio ya mradi huu. Lakini siku mbili baada ya Rais kuwakabidhi maelfu ya wakazi wa Mukuru vifunguu vya nyumba hizo, hali ni kama hii. Milango ya nyumba hizi 1,080 zimesalia na vifuli, isipokuwa moja tu hii hapa inayomilikiwa na Jerusha Mudhoni. Nyumba niliingia jana, nimerara hapa. In fact CS hata yerezea ni amka saa tatu. Sababu kwa usingizi kalikuwa kanono sana. Pali kuna fresh air. Kadi saini kali, nilikuwa tu nikirara hivi na nje nilipokuimanjinganya kanyumba kako sioni kama ni kangu. Huku Mudhoni akifurahia maisha mapya tofauti kabisa na yale ameyazoea kwenye vitongoji duni. Swali ni je, wako wapi wamiliki wa nyumba elfu moja sabini na tisa na mmoja ndio amehamia sahii? Kuna wale wenyewe wameleta leta vitu zao. Sisi wenyewe tulikuwa tayari kupeana nyumba kuanzia tarehe moja, bado hatujazuia mtu yeyote aweze kuingia, na kuna wale already wanahamia ndani. Sababu sasa unajua, ni kama tu hata nikikupatia funguo saa hizi hata sema ati leo jioni utahamia leo, si kweli. Labda uko na mipango yako, labda kuna watoto wanafunga shule, labda unasema utahamia Saturday. So ukiwa na funguo yako unahamia ile wakati Tunataka. Ni vile watu jana wakikuja wamejipanga na manguo. So mimi nilikuja kama nimejipanga, mimi nilikuwa nauliza itaisha na namna gani. Mimi nilikuja kama nimejipanga na na manguo na nikakuja, nikaanza kuishi. In fact, kila mtu hii akoka kila mtu ako na funguo. Aidha serikali inasema kuwa iko katika harakati za kuweka vifaa muhimu katika nyumba hizo huku hayo ya kijiri, baadhi ya wakazi wamedai kuwa waliofaidika na nyumba hizo sio wenyeji wa Mukuru bali ni watu walioletwa kutoka maeneo mengine, madai ambayo serikali imepinga. Nyumba hizi ni sehemu ya mradi wa makazi ya New Mukuru Housing Estate unaojumuisha jumla ya nyumba ya 13248. Ben Kirui Runinga ya Citizen, Nairobi.